Balak alipoona wana wa Israeli wanakuja, akaona wana Mungu wale, aleluya. Akatafuta mtu ambaye atawalaani, na akamwambia, nijengee madhabahu saba, kisha utoe kafara saba. Na madhabahu zikajengwa na kafara zikatolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu alikuwa na mpango na wana wa Israeli. Amen. Amina amina Amen. Kama Mungu alivyo na mpango na watu wake hapa Tanzania. Amen. Amen, amina, amina Amen. Kwa hiyo akaenda kuletwa mchawi ili awalaani wale ambao wanaomba kwa ajili ya haki katika Tanzania, ili wale ambao wanasema hapana, mtu kutoka nyumbani asijue kama anarudi, akitoka anaweza arudi ama asirudi. Kwa hiyo akaja ili awalaani hawa sasa, madhabahu zikajengwa saba, tumoja sema saba, saba hawa jamaa wakajenga madhabahu saba, kwa maana ya kwamba ile laana itakayotoka pale ni laana katika mambo madogo, laana katika mambo makubwa, yaani katika mambo yote. Wajamaa wamelaniwa, ukiuza mandazi yamelaniwa, ukiuza karanga imelaniwa Ukitengeleza kioski kimeraniwa, duka limeraniwa, kiwanda kimeraniwa, kila kitu utakachofanya kimeraniwa. Sasa wakamaliza kutoa kafara, Bala akaondoka akasema, naenda ili kusikia bwana anachosema. Bwana akamwambia Bala, akasema, nenda akamwambie. Je, nitawaranije wale ambao Mungu hakuwa laani? Nitawashutumuje wale ambao Mungu hakuwashutumu? Bwana Yesu asifiwe. Maana yeah, yeah, yake ni kwamba, maana yake ni kwamba kile ambacho Bwana alipanga lazima kitatokea yeah, yeah. Funga makanisa yote Tanzania, mm. Yes. Kamata wachungaji wote funga, yeah. Kama Mungu aishivyo yeah. Kitatokea Tanzania yeah. mwaka huu. Amina, amina, amina. Amen. So Balaamu alivyorudi Balaki, anashangaa <laughs> anasema, nimekwambia uwalaani, mbona umewabariki kabisa kabisa. Amen. Balaamu anamjibu, asema, je, haikunipasa kunena kile ambacho Bwana ameweka kinywani mwangu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kuna mambo ambayo yalifanyika kwa taifa la Tanzania na waombaji, hatukuwahi kuyashughulikia kwa namna ambayo inatakiwa. Mwaka huu msimu umefika pale ambapo lazima jambo lifanyike. Yeah, yeah. Yeah. Amina. Amen. Amina, amina. Yeah, mahali, yeah, yeah, ambapo haleluya Amen. Yeah, yeah, watakapoenda kwa mganga mganga atawaambia kile ambacho nabii alisema, yeah, watakapokwenda kwa mizimu watawambia kile ambacho mchungaji alisema madhabahuni. Amen. Yaani, ujumbe utakuwa consistent.